Crispin Fokas ya senga ni mtumishi wa Mungu, natumika kwenye madhabahu ya mtu wa uzima Ch chini ya mbeba maono wa madhabahu baba yetu Pasta Kavishe. Haleluya, mimi binafsi namshukuru Mungu kwa matendo makuu hasa kwa huduma hii huduma Amen. Amen. hii kati inaanzishwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili tukiwa juu pale Nilipata kibali cha kuwepo siku ya kwanza pale, ndo Bishop Nyanda akatuongoza sala ya toba, na ninamshukuru Mungu tangu siku ile hadi leo nimekuwa katika madhabahu ya mtu mzima, miongoni mwa watu wachache ambao waliokuwepo, nimekuepo hadi leo. Amen. Amen. Ninamshukuru Mungu kwa hata kwa ndugu zangu ambao wamekuwa wakinitetea wakinipigania, naye dada yangu pia yuko mahali hapa. Namshukuru Mungu kwa ajili yake. Pia nampenda sana, amekuwa baraka kwangu. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yake. Amen. Amen. Pia namshukuru Mungu kwa watumishi wa Mungu. Baba yetu, Pastor Richard Kavishe, Mama yetu, Pastor Heaven, Pastor Witness, mchungaji msaidizi na watumishi wa Mungu wote wamekuwa baraka mahali hapa. Tumekuwa tukitumika mahali hapa tukifanya kazi ya Bwana. Tumekuwa tukihudhuria mekesha mbalimbali. Nimekuwa nikitoka mbali kuja mahali hapa na kuondoka usiku, sijawahi kudhuhurika wala kukutana na chote katikati ya barabara. Ninamtukuza Mungu kwa sababu amekuwa mwema, hakuna dhuruba wala changamoto. Mungu amenilinda, nimekuwa nikifika salama na natoka salama hapo usiku, na nafika nyumbani salama. Haleluya, amen. Pia ninamshukuru Mungu katika maisha yangu pia Nimepitia changamoto, misukosuko, dhoruba. Lakini kikubwa namshukuru Mungu nipo. Na ninaendelea na kazi ya Bwana. Amen. Halelu. Alivyopitia changamoto. Alisema nilitoka nyumbani, nilitoka tumboni mwa mama yangu nikiwa uchi. Na nitarudi nikiwa uchi. Na mimi naamini hakuna changamoto yote itakayonitoa kwenye utukufu wa Mungu. Hakuna chochote kinachoweza kutoka kwenye, kwenye kusudi la Mungu. Kama Mungu amenichagua nitumike mbele zake. Na ninaahidi mbele ya madhabahu nitamtumikia yeye hadi mwisho. Hivyo niwashukuru wote watumishi wa Mungu wote wa kanisa hili, wamekuwa wakiniombea na sisi wote tumekuwa tukitumika kwa uaminifu hata siku ya leo kufika, siku ya kumtukuza Mungu. Inamshukuru Mungu sana kwa sababu tumea, pambana hata na huduma hii. Tulikuwa kule juu, tukatoka tukaja huku, tukapambana wote kama kanisa, ili huduma ieme. Na tunamshukuru Mungu, na wakati mwingine tuarudi tena kwa matendo makuu zaidi. Haleluya.